Maanake kuwajua yanapotokea matatizo kama haya, vijana hawa ndipo huwa wanatumika. Wanaweza wakatumika, sio kwa sababu yeye anataka kufanya uhalifu ule, ila anatumika kwa sababu analipwa ile pesa. Hivyo ni waombeni kwenye hili eneo la utawala bora, tuendeni tukawarakisi. Tumeanza kufanya kwa kupitia watendaji wetu, wakati mpaka sasa vijiwe vya bodaboda ambavyo tunavyo katika wilaya yetu sio chini ya vijiwe mia tatu na na kijiwe kimoja hakina watu chini ya mia mbili. Maanake tuna watu wengi, vijana wengi ambao hao wamejiajiri wenyewe, hakuna kati yetu anayewalipa msaada, wamejiajiri wenyewe, na wao wanategemewa na familia zao. Hivyo niombe watendaji wa kata, wenyeviti na polisi kata, twendeni tukawalee hawa. Tulienda na kamanda RPC pamoja na mkurugenzi na dati tulienda Tabata, ambapo kuna zi... maeneo uhalifu ambao ulifanyika kwa kiwango kikubwa. Tukaanza kuongea na mwenyekiti pamoja na mheshimiwa diwani, walichokuwa wanasema wananiambia, DC, kijiwe kile cha bodaboda kijiwe kile kijiwe kile kijiwe kile. Sasa namuuliza mwenyekiti, fine, mwenyekiti, haya, mimi na wewe tumewaleaje wale vijana tumewaleaje wale vijana tumewaleaje wale vijana Anatokaje mtu overnight sawa, akawabadilisha mimi na wewe kama mwenyekiti tupo? Maana yake kuanzia leo, nikamweleza mwenyekiti, kuanzia leo mimi na wewe tuwe walezi wanani wa hawa vijana. Tukiwaacha kama hawana mlezi, watapata mlezi mwingine atakayewavurugia. Mi na wewe tukiwa walezi, hawa vijana watatuambia kwa sababu watakuwa na mlezi katika kuhakikisha kamati hizo za ngazi ya msingi kwa maana ya ODC zinatekeleza jukumu la ulinzi wa mali na raia ipasavyo, tumeazimia kwamba ni vyema walao kuanzia sasa, wenye viti pamoja na kamati zenu mridhie maafisa polisi kata wawe ni wajumbe wa kualikwa, ili kuweza kuwa na taarifa sahihi wakati wote na maeneo yetu yawe salama. Purukushani ambazo zilikuwa zimetokea tokea, sasa hivi hakuna tena. Kwa ushirikiano wa meza kuu, tukiongozwa na mheshimiwa DC, na watendaji wote wa wilaya hiyo, na sisi jeshi la polisi na vyombo vyote vya usalama, Ilala iko salama.